Juzi tu serikali imetangaza ajira za waalimu kwa ajira kwa ujumla serikalini, ikiwa ni pamoja na waalimu wa masomo ya sayansi. Kwa hiyo niombe tu ni, na nitumie fursa hii kutoa wito kwamba utaratibu wa kuajiri tunauboresha. Kama mnakumbuka, zamani ilikuwa ukisoma walimu unapangiwa tu bila hata kuhakiki vyeti, bila hata kuangalia kitu chochote lakini katika zoezi la uhakiki tumekuja kubaini kwamba serikali inapoteza kuwalipa watu hela wakati wengine wana vyeti feki. Kwa hiyo tumebadilisha staili safari hii, kabla ya kuajili vyeti vyote vinahakikiwa, na tayari katibu mkuu wa wizara yangu amekwisha toa tangazo kuwataka wahitimu wote waliomaliza, waliofanya ualimu wa sayansi mwaka 2015 wawasilishe vyeti vyao ili viweze kuhakikiwa na tangazo linaelekeza waviwasilishe kwa njia ya barua pepe. Kwa hiyo hauna haja ya kusafiri, maana wengine wameshaanza kuniuliza "Mimi niko huku kijijini, sina uwezo nafikaje hapa? Na uhitaji kusafiri. Wahitimu wa wote waliomaliza 2015 masomo ya sayansi wawasilishe vyeti vyao kama ilivyoelekezwa na katibu mkuu wizara ya elimu, sayansi na teknolojia kwa ajili ya uhakiki. Wale tu watakao kuonekana wana vyeti ambavyo havina mashaka, ndio watapelekwa shuleni. Kwa hiyo zoezi la kuajiri walimu linafika lina liko limekwisha anza huo mchakato. Kwa hiyo ninaamini huo uhaba wa walimu hautakwisha, lakini kwa kiasi fulani utapunguzwa, na tutaendelea kupunguza kadri tunavyoendelea kupata wahitimu.